Spirit Aviation Holdings, kampuni mama ya Spirit Airlines, imetangaza kuwa rais na mkurugenzi mtendaji wake, Ted Christie, ataachia nafasi yake katika kampuni hiyo pamoja na bodi ya wakurugenzi, kuanzia leo, Jumatatu, Aprili saba mwaka 2025. Matt Klein, makamu wa rais mwandamizi na afisa mkuu wa biashara, pia ataondoka. Rana Ghosh atamrithi kama makamu wa rais mwandamizi na afisa mkuu wa biashara kuanzia leo, ili kuongoza kampuni hadi mkurugenzi mtendaji mpya atakapoteuliwa. Spirit Airlines imeanzisha ofisi ya kaimu wa rais. Ofisi hiyo inajumuisha Fred Cromer, makamu wa rais mwandamizi na afisa mkuu wa fedha; John Benoraitis, makamu wa rais mwandamizi na afisa mkuu wa uendeshaji; na Thomas Canfield, makamu wa rais mwandamizi na mshauri mkuu wa kisheria. Mnamo Januari, Spirit Airlines, ilifuta takriban nafasi 200 zisizo za vyama vya wafanyakazi katika idara mbalimbali mbali, kama sehemu ya mpango wake unaoendelea wa marekebisho baada ya kufungua faili ya kufilisika Chapter 11 mwezi Novemba mwaka 2024. Shirika hili ambalo lilikuwa na wafanyakazi wapatao 13,000 wakati wa kufungua faili la kufilisika lilikuwa likiunda upya muundo wake wa shirika ili kuendana na ukubwa wa fliti yake ya ndege na shughuli zake za sasa. Shirika hilo lilitoka kwenye mpango wa marekebisho ya kifedha mwezi uliopita baada ya kukamilisha mchakato wa makubaliano ya kupunguza deni uliobadilisha takriban dola milioni 795 za deni lililokuwa limefadhiliwa kuwa hisa. Christie alijiunga na Spirit Airlines, mwezi Aprili mwaka 2012 na akawa mkurugenzi mtendaji mnamo Januari 1 mwaka 2019. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, bodi ya wakurugenzi iko katika mchakato wa kumteua mrithi wa kudumu wa nafasi hiyo.